Pamoja dances elfu mbili na ishirini na tano ni jukwaa la vijana linalohusishwa na lengo la kuwaunganisha vijana kupitia sanaa ya dansi. Tamasha hili limekusudiwa kufika malengo yafuatayo: kuweka vijana pamoja na kuwajenga katika misingi ya umoja, amani na ushikamano, kuondoa vijana katika makundi ya hatarishi ya matendo maovu kama wizi unywaji wa pombe kupita kiasi na matumizi ya dawa za kulevya na kubeti, kukuza na kuendeleza vipaji dansi, ubunifu na mziki katika njia ya ajira na kipato, kuchochea utalii wa ndani wa kukuza jina la Singida kama kitovu cha ubunifu na burudani zenye maadili. Ndugu mgeni rasmi, tuna imani kubwa kuwa ubunifu, nidhamu na ujasiriamali wa vijana utaifanya Singida kuwa mfano wa kuigwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa ajili ya kuunga mkono na kuunga mkono vijana ambao umeweza kwenda kwa namna ya pekee, naomba nikutaarifa tu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwanza tunakushukuru kwa kukubali vijana hawa kuweza kuja kuwazungulia Singida Dances. Lakini mbili, katika shughuli hii yalikuwa ni maelekezo yako kwamba wakati inaendelea pawekwe TV ili watu waweze kuangalia ya mechi ya, ya Yanga makofi kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa tafadhali. Leo tumekutana hapa, tumekutanishwa na vijana wa Singida ambao wametuita chini ya kauli mbiu yao Singida inacheza unit is motion. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, nimpongeze mratibu afisa tawala wetu na timu yake inayomsaidia kuratibu jambo hili la vijana niwashukuru sana kwa risala ambayo imesomwa na vijana wetu. Mara nyingi tumezoea vijana ni kulalamika, lakini risala ya leo imekuwa ni tofauti sana, risala ambayo imeonyesha wanataka nini na wanataka nini sisi serikali tuwasaidie. Na niseme nimeipokea risala ile kwa mikono miwili na yale yote walioyaomba watayapata na zaidi ya pale, ili mradi tu waendelee kuwa pamoja wahakikishe kwamba wanatoka mabarabarani wanakuza vipaji vyao, ili kesho na kesho kutwa na sisi tupate wasanii wazuri kutoka Singida wa kama wenzetu waliotutangulia, na inawezekana tukiangalia kwenye mpira tunaye mwanadada Aisha anatuwakilisha kule Uingereza, lakini jinsi tumemwona Sumbu kutoka Ikungi ametuwakilisha duniani kwa hiyo inawezekana kabisa na Singida tuna historia nzuri ya kuwa na wanamichezo wazuri. Kwa hiyo sisi viongozi wenu tumepokea risala, lakini tuhakikishe kwamba kile chote mlichokiomba tutawapa, na kwa sababu tumewaona, tumefikiri mengine zaidi ya kuwasaidia ili jambo lenu liweze kukua na kuwakutanisha vijana wengi. Na mimi niwaombee heri ndugu zetu wa Yanga. Nawatakia kila la heri, mimi ni Simba, lakini leo tunashindana kimataifa, mimi ni Mtanzania. Kwa hiyo nawaombea heri sana Yanga. Vijana wetu wa Singida Black Stars, tuko pamoja nao ili waweze kushinda, waendelee kutuwakilisha Singida kwenye duru la michezo. Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi tunaenda kushiriki zoezi la kupiga kura. Ninaomba singida yetu imekuwa salama kwa miaka minne. Vijana wa Singida, msidanganyike, wale wenye vigezo, tukapige kura, tuguvi nyumbani, tumalize kwa amani, tuwaonyeshe ulimwenguni kwamba sisi wana Singida, sisi wa Tanzania tunajitambua na uchaguzi ni haki yetu ya msingi. Lengo la jukwaa hili ni kuonyesha kijana, kijana anatumika kwenye promotions za kampeni lakini kijana anatumika kwa promotion za business za watu dance. Siku hizi ukienda TikTok, kila baada na na dance, dance ya, ya page moja dancers. Sio jukwaa dogo, na msimu wa kwanza huu tunafanya Singida, lakini Mungu akitupa nguvu mwakani tunalitanua zaidi ya mikoa sita kinachotupa faida sana sisi hapa tunapata ile kuonekana, maana unakuta wa kike kwanza tupo nyuma sana. Kileta mashindano ma kama hivi tunapata ile fursa ya kuonekana kwa upande wa wanawake, yani inakuza kipaji cha kike kwa Tanzania. Wadada tusikate tamaa sana, wadada tunaweza, tupambane kuonekana, tufanye juhudi zote. Hao wamekuja kama kutukuamua sisi huko tuliko chini kutupandisha juu. Kuhusu jukwaa hili la leo, sisi tumelipokea vizuri na tuna imani ile jukwaa kuna sehemu litatufikisha kwa sababu Singida Entertainment yake iko chini sana. Hii fursa tutaitumia vizuri kwa sababu tutaonyesha vipaji ambavyo viko Singida, lakini bado kuna vitu vingi tutakuja tuvionyeshe hapa na watu wataona kabisa kwamba Singida kuna dancers, Singida kuna wasanii, Singida kuna watu tofauti tofauti wa aina tofauti tofauti ambao wako na vipaji tunahudumia familia zetu, kuna vitu tunavitengeneza na kuna vitu tunavipata kupitia hiyo hiyo densi, ukiachana na wao ambao wanaona densi ni uhuni. Ni tamasha zuri sana likishirikiana na mkoa, na ni kweli leo tumeweza kuona vipaji mbalimbali katika vyuo mbalimbali, vimeweza kuwasilisha vijana na taaruma zimeweza kuonekana. Kiukweli tamasha hili linawajenga vijana katika kuweka pamoja, lakini pia tunawashukuru sana viongozi wa mkoa, kwa maana kwamba vijana wana vipaji vingi sana lakini mahali kwa kujionyesha vinakuwa havipo, lakini kwa kuandalia matamasha kama haya inawafanya vijana hawa huweza kuonyesha vipaji vyao vizuri sana. Wazo hili la kuwakusanya vijana kwa ajili ya kuonyesha vipaji vyao ni wazo zuri sana. Vijana wanapenda kutambuliwa, wanapenda kuthaminiwa, na kwa kweli kwa kuwaleta hapa pamoja wamepata thamani kubwa, na tunaishukuru serikali yetu serikali yetu, yetu ya mkoa ikiongozwa na mkuu wetu wa mkoa mama Halima Dendego, kwa kuruhusu jambo kama hili lifanyike na vijana kupewa fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Na sisi kama walezi, tutaendelea kabisa kuhimiza vijana wetu waje kushiriki na kuweza kupata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao. Vijana wanapata fursa kuonyesha vipaji vyao ambavyo vimeweza kujitegemea badala ya kuzurura mitaani, wakijifunza vyo na wengine ambao wako nje ya mfumo basi kwa kupitia tamasha hili watapata fursa ya kuonyesha vipaji na watapata faida katika maisha yao ya kila siku.